Okay, okay. Cheleko cheleko sasa yamekuwa na leo. Ni siku nyingine, siku tulivu kabisa kama mnavyoona, siku ya leo ni ya furaha, hasa kwa wale wapenda nao. Na leo bwana, tupo na maharusi wetu e bwana. Kila siku tunahakikisha tunakuletea vitu vizuri vyenye ubora na viwango vya hali ya juu. Hawa ni maharusi wetu, kama mnavyoona, wamependeza kweli kweli. Jamani, waangalieni sana sana, bwana harusi naam, mwamba huyo, ndio <laughs> sana sana san. Kutoka chini mpaka juu, mzee, imedodoka milioni ngapi? Mbona umewaka namna hii? hapa sanak, hongera sana. Na ona sasa, upo na jiko, upo na mama pembeni yako, furaha yako ikoje? Ah, kiukweli na furaha sana, na furaha sana kwa sababu siku hii tumesubiri kwa muda mrefu sana, na Mungu ni mwema, imetimia. Mungu ni mwema, ni maombi ya muda mrefu. Umeomba, Mungu amekujibu. Hebu mtazame mama, mwambie neno moja ambalo hukuwahi kumwambia.

Amini umeomba na Mungu tayari amejibu, uko na mwamba jembe pembeni yako, furaha yako ikoje? Haielezeki. Haielezeki. Mhm. Good luck. Good luck. Good luck. mimi ni nikupe hongera kwa hatua hii ambayo umeifikia kama mwanaume. ni vijana wengi huwa wanatamani kufikia hatua kama hii ambayo umeifikia wewe, lakini huwa ni ngumu sana kuifikia, na wengine wanaogopa uh, unawaambia nini? Una ushauri gani kwa vijana wenzako ambao bado hawajathubutu kufanya uh, jambo hili ambalo umelifanya siku ya leo? Ah, nachoweza kuwashauri labda, mm. ni kwamba kwanza waamini Mungu, waamini mm. Mungu na muda wao ukifika, mm. kwa sababu ndoa si jambo dogo. mm. Hichi uh, kitu kinaongozwa na, na, na Mungu mwenyewe okay. Yaani inapofika wakati mm. basi hakuna kinachoshindikana. okay. kwa hiyo wajitahidi watie nia, itafanikisha okay. ilichukua muda gani uh, mahusiano yao ilichukua muda gani mpaka <laughs> ku, leo mpaka siku ya leo kufikia namna hii imefunga ndoa unasemaje? no comments. nimekuuliza wewe sasa bibi harusi. ah, huyo hapa ilichukua muda gani tujibu bwana harusi bwana. masaa kumi na mbili <laughs> Eh, si asubuhi mpaka jioni saa kumi na mbili nimeweza ku, kufanya hivi hivi hivi <laughs> Uh, tunakuuliza uh, bwana arusi <laughs> <laughs> kuuliza swali hili inaweza ikawa ni fundisho kwa vijana pia wanaokutazama. Uh, wengi huwa wanatamani kuingia kwenye mahusiano na wengi wanakatisha kabla ya mausi, yu, kabla ya ndoa huenda akajifunza, uh, ni namna gani wewe umevumilia, ndio maana nimekuuliza swali hmm. E, ni mahusiano yenu na mda gani ndio maana nikauliza hivyo, iwe ni fundisho kwa yule kijana ambaye anakutazama ah, <hihihi> kiukweli kuhusiana na masuala ya mahusiano. Haijalishi, haijalishi ni, ni, ni muda gani utakuwa na mtu huyo yeah. lakini chochote kipangacho Mungu akiwezi kushindikana kwa, <laughs> yeah, kwa sisi <laughs> sisi wawili yeah. uh, mahusiano yetu yana muda mrefu sana zaidi yes, ya yeah. miaka mitatu kwa hiyo okay. kila mtu ana mipango yake inawezekana okay. ikawa miezi sita na pia ukaoa. Okay, kuna kijana yupo kwenye mahusiano pale anakutazama yeah. Mshauri neno moja, ninachomshauri mimi aoe Hey, aende kanisani akabariki ndoa. Okay. Hongera sana uh, katika tukio zima pia wapo ambao wamewapambania uh, wamekuwa bega kwa bega mpaka mnakamilisha tukio hili unawambia neno gani? Kama, kama baba, kwanza nawapenda sana. Ni, ni zaidi ya furaha. Tayari mna wimbo wa kuingilia? Tujibu mama. Tayari mna nyimbo ya kuingilia ukumbini? Tutampa kazi a MC arusi wangu. <laughs> <laughs> bwana mnanikataa, <laughs> <minedigata> sana kifupi, <laughs> mtaenjoi yeah, mtaenjoi mtaenjoi yeah, kwa sababu naamini kamati imeandaa kitu bora sana yeah, yeah. Na tuna MC mzuri, tuna makameramani bora. Okay. Watu watakula, watakunywa, wataenjoi. Okay, mimi ni watakie ndoa njema. Nadhani mengi mmefundishwa, uh, huko kanisani na tayari mlishafunga ndoa na huu ni muda wa kucelebrate. Jamani, niwatakie ndoa njema, ikiwezekana, mwaka mimba, mwaka mtoto. Bibi harusi sema amen. Harusi hiyo imekufurahisha hiyo, baba hiyo ndio zaidi ya baraka <laughs> okay. Okay. bwana